Kabla sijaendelea naomba nimkaribishe Mheshimiwa Rais Mstaafu, kaka yetu, aje awasalimie wananchi. Mheshimiwa, karibu. Samia oye oh oh. Samia Samia Samia, Oktoba tunai. Mheshimiwa <tus> raisi <tus> huko Umenishtukiza, sikujiandaa kuzungumza, lakini maadamu umenipa nafasi ya kusema ya kusema sikosi, lakini nataka kusema kwanza na kupongeza sana kwa kazi kubwa unayoendelea kufanya nchini katika maeneo mbalimbali katika nyanja mbalimbali mbali. Mwenye macho haambiwi tazama, na mwenye masikio haambiwi sikia. Na kwa hii ambayo tumeona leo, kwanza kuhusu uwanja wa ndege, uwanja wa ndege ya Msalato imekuwa ni vima ya viongozi wote waliokutangulia tangu baba wa taifa, akaja rais wetu wa pili, mzee Mwinyi, akaja rais wetu wa tatu, mzee Mkapa, nikaja mie, akaja ndugu yetu Magufuli. Jambo hili tumekuwa wote tukilitamani lionekane, lipatikane, lakini safari hatua imekamilika, katika kipindi chako. Tunakupongeza sana, ndoto ya viongozi wote waliokutangulia imetimia. Hongera sana, Mheshimiwa Rais. Kwa kweli nami nimepita pale, nimeshangaa shangaa lakini nimefarijika sana kuona mnajenga kiwanja cha kisasa kabisa mm, kiwanja ambacho kitakuwa na uwezo wa kupokea na kuhudumia ndege ya abiria iliyokuwa kubwa kabisa kuliko zote duniani ya A380 hata uwanja wa ndege wa Dar es Salaam bado haijajenga uwezo huo. Kwa hiyo hongera sana Mheshimiwa Rais kwa jambo hilo kubwa kwa manufaa ya nchi yetu. Lakini la pili ni barabara hizi za mzunguko za Dodoma, sio tu kwamba kwanza inajibu jawabu la tatizo, maana siku hizi hata Dodoma kuna msongamano na jawabu la msongamano ni mabarale ya juu kwa juu interchange, lakini pia kujenga hizi barabara ambazo wanasema ring roads, barabara za mzunguko zinazotoa, unaweza ukajenga tu, lakini zile zilizojengwa jamani, nzuri sana, kama alivyosema Waziri wa Ujenzi, zinaupendezesha mji wa Dodoma. ile pale interchange pale Ihumwa Mtumba na mama, Mwenyezi Mungu aniweke na mie nijaliwe kuiona itakavyokuwa kwao. Mheshimiwa Rais, nikupongeze tu kwa kazi kubwa nzuri unaendelea kufanya. Nikupongeze, unao vijana wazuri, vijana wachapakazi, vijana hodari wanaiheshimisha serikali unayoiongoza, wanaiheshimisha nchi yetu, wanatoa matumaini kwa Watanzania. Ah, sisi wazee tulio kusha staafu, utake nini tena? Unachopenda kuona nchi tulivu, mambo yanakwenda yanakwenda vizuri. na Rais hayo tunayaona chini ya uongozi wako. Mungu akujalie. wa asante, asante sana. Nakushukuru Mheshimiwa Rais mstaafu. Unajua jambo hili lazima lipate baraka za wakubwa. Na tunashukuru baraka ya mkubwa tumeipata.